Kuna vifaranga sasa, leo hii nataka ni waelekeze vitu kama vitano hivi muhimu vya kuzingatia a, pale ambapo unakuwa umeagiza vifaranga kwa ajili ya kufuga, na nadhani labda kuna sehemu umesha wahi kuambiwa kwamba, bwana, ufugaji wa vifaranga ni mgumu, uta utateseka hutofanikiwa mambo kama hayo hapo. Hata a, mimi binafsi wakati ninaanza kufuga tena, mimi naweza nikasema kwamba nilichelewa kuingia kwenye ufugaji wa vifaranga kwa kuogopa maneno kama hayo, kwamba mtu anakuambia bwana vifaranga kwanza utawatoa utawa, wapi kwanza yani kunakuwa kuna, kuwa, kuna ugumu fulani, mtu anakuletea ugumu fulani kwenye kuagiza vifaranga na kuwalea hawa vifaranga. Kwa hiyo nataka kupitia vitu ambavyo nitakuelekeza hapa ni kutoe wasiwasi kabisa, na uione hii biashara ni nyepesi. Uleaji wa vifaranga ni, ni, ni, ni biashara nyepesi sana. Kwanza nianzie hapa a, moja ya changamoto kubwa ambayo binafsi ukifikiria unaona panakuwa pana ugumu Utavitoa wapi vifaranga vingi? Yani kama hivi, mfano humu kuna vifaranga wa mia tatu tu. Uh, kwa kawaida si tumezoea kwamba vifaranga huwa wa wanatotoleshwa, uh, na wanalelewa na mama zao. Kwa hiyo mtu anaanza kuwaza hivi <coughs> hata watu wakijaga hapa shambani huwa wanauliza kwamba hawa mama zao hawa vifaranga ni wapi? Jamani, vifaranga, kuna makampuni ambayo yenyewe kazi yao ni kuzalisha vifaranga kwa wingi, yaani biashara yao ni kuuza vifaranga tu. Wanazo incubeta, wanatotolesha, wanaviuza. Mfano hawa vifaranga ni wasaso. Kifaranga mmoja hapa tumemnunua kwa shilingi elfu E, mbili kwa hiyo, na biashara hii uh, wanauza kwenye boksi. Kuna maboksi hapo hapa nje ngoja nikuelekeze. Ukinunua kwenye kampuni, utanunua vifaranga kwenye boksi kama ili hapa, humu ndio huwa vina, vinawekwa hivyo vifaranga box kama ili hapa, mfano uh, hawa sasa na waananiliwa na Silverland, kwa hiyo huu uh, ndio mfuniko wake hapa na detail zake hizi hapa. Mfano hapa unaweza ukaona hawa vifaranga wametotoleshwa ni saso, unaandikiwa saso hadi tarehe waliototoleshwa, chanjo walizopata uh, wametotoleshwa hawa tarehe tano hii hapa mwezi wa kwanza. Kwa hiyo humu wanakaa vifaranga mia moja, manake box moja ili hapa ni laki mbili. Bei inatofautiana kutokana na mkoa. Kwa hiyo wewe unachokifanya, inatakiwa upate agent, tunaita wale maagent wa Silverland ambaye atakuagizia vile vifaranga mpaka unapata. Kwa hiyo hilo jambo eh, ni muhimu sana kama unajua hivyo. Unaweza ukaona mimi hapa ninaelezea kitu kidogo, lakini kwa mtu ambaye hajui, hata mimi kipindi ambacho nilikuwa si, bado sijui Uh, haya maelezo yalikuwa ni muhimu sana kwangu. Kwa hiyo yapo makampuni mengi, kuna Silverland, kuna Interchiki yanajihusisha na uzalishaji wa vifaranga. Epuka kununua vifaranga wa mtaani kwa sababu uh, ah, huwa wanakuwaga na changamoto vifaranga wa mtaani. Mtu anatutolesha vifaranga kwanza, ukishaona tu mtu anakwambia mie vifaranga kwangu hata kumi ishirini unapata, ujue hapo kidogo pana shida. Kwa hiyo taarifa ni muhimu sana, kila mkoa kwa mfano Silverland, kila mkoa wanaye ajenti ambaye ukiwasiliana naye yeye, unamtumia pesa yeye, analipa kule, wewe unapokea vifaranga, unawaleta bandani. Kwa hiyo um, muhimu sana hilo jambo kuwa nalo. Uh, jambo la pili ambalo inatakiwa uzingatie pale ambapo unakuwa unawalea vifaranga ni mahara ambapo unakwenda kuwaweka hao vifaranga, au ninaweza nikazungumzia banda. Vifaranga wakiwa wadogo sana, huwaga tunatengenezaga kitu kinaitwa e, bulda. Nadhani hapa kwenye picha nitawawekea mtaiona, hiyo hiyo ndio ni bulda. Bulda ni eneo maalum ambalo kwa mfano sisi hapa tuliweka eneo hili hapa, umeona mpaka leo jiko bado lipo. Ambalo unalelea vifaranga, hakikisha linakuwa lina usalama mkubwa, uh, paka na wadudu wengine hawaingii kuwazulu vifaranga wako, lakini pia joto. Ili uweze kupata joto vizuri kwa vifaranga wako, kama utatumia jiko la mkaa, utatumia balbu hasa hapa kuna kitu kimoja. Uh, utakuta mtu anakutishia na kukuambia wewe ukiwa na vifaranga inatakiwa uh, kila usiku unaamka yani, uh, kila muda unakuwa unaamka kwenda kuviangalia. Hapana, mfano sisi ile jiko tengeneza jiko ambalo linatuza mkaa kwa muda mrefu. Ile jiko umeona lipo kama jiko la kawaida nje, lakini ndani limeshuka li mpaka chini na limewekwa udongo mpaka chini, kiasi kwamba uki weka hapa mkaa saa nne mpaka asubuhi, huamki mpaka asubuhi, inakuwa vifaranga wanakuwa bado wanapata lile lile joto. Kwa hiyo hicho. Uh, kitu cha pili vifaranga wanahitaji mwanga. Unaona, mfano sisi tunayohita uh na huu mwanga, kwa maana kwamba vifaranga wanakula muda wote, yaani muda wote vifaranga inatakiwa wawekewe E, chakula. Mfano hapa unaona chakula ambacho wanakitumia ni starter. Hao vifaranga kwa mfano hao sasa wanatumia starter kwa muda wa wiki tatu, baada ya hapo unaanza kuwapa grower, hii hapa. Safi kabisa. Kitu cha pili, chini sisi huwa tunaweka matandazo, wengine wanaweka magazeti, vyovyote vile, kwa hiyo ni A, wanatumia kuwapa, uloa, A, e, maandalizi. Jambo la pili lilikuwa ni kwamba maandalizi ya sehemu ambapo vifaranga watafikia. Uh, jambo la tatu ambalo napenda pia kukueleza ni chanjo na tiba yaani, chanjo na tiba muhimu sana. Uh, ukapata elimu walau ya kutambua magonjwa, lakini pia na chanjo muhimu kwa vifaranga. Chanjo ninaweza nikakwambia hapa na ukazikalili, hata ukienda mtandaoni utaziona wamekuandikia Marex, faranga kama hawa wanakotoka wanakuwa wameshapata hii chanjo ya Marex. Uh, lakini pia uh, chanjo ya uh, Newcastle, chanjo ya Gumboro, chanjo ya ndui. Uh, ishu kwenye magonjwa, e, kutambua kwamba huyu kifaranga ana dalili ya mafua, huyu kifaranga, huu muharo ambao anautoa hapa sio sawa ana homa, kuna homa ambayo inamsumbua na ni dawa gani itamtibia, na unaweza ukapewa dawa isifanye kazi, ukapata dawa nyingine. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kulitambua, pale ambapo unakuwa una unafuga vifaranga, hiyo ita itakusaidia kwa sababu uh, usipotambua dalili za magonjwa na jinsi ya kuyatibia E, utapoteza vifaranga wengi sana. Kuku wako watakufa na lengo lako litashindwa kutimia vizuri. Aa, jambo jingine ni kutuza kumbukumbu. Japo sio muhimu sana, lakini ni muhimu. Aa, kwa sababu wafugaji wengi hawatuzi kumbukumbu na wanafuga wanauza, ila hii itakusaidia kujua ni gharama gani umetumia kwa kuku wako mpaka unaenda kuwauza. Hii hasa sasa pia itakusaidia kwenye kupanga bei. Uh, unaweza ukakuta umemfuga kuku mpaka anakuwa mkubwa umetumia labda elfu kumi na mbili lakini ukamuuza elfu kumi. Kwa hiyo ujue kabisa kama unauza kwa hasara, unauza kwa hasara, unauza kwa faida, unauza kwa faida. Uh, shida yetu kubwa tutuzi kumbukumbu kumbu. Uh, unashindwa kujua kuku wako umemlea kwa shingapi, kwa sababu uh, labda umeenda kumepata hela ukalisha kuku ukafanyaje. Kwa hiyo unakuwa hujui, eh, kuku wako umewalisha kwa shingapi, kwa hata yule unayemuuzia anaweza ukamuuzia kwa bei ndogo kuliko ambavyo umewalea. Lakini pia na chanjo, magonjwa wanayoumwa ni muhimu sana japo. Ukishakuwa mzoefu, baadaye uh, utakuwa unajua tu kwamba kwa namna ambavyo nimewalea hawa kuku nitakuwa nimetumia gharama e, kiasi fulani. Na kitu cha mwisho ambacho ni muhimu sana pia uwe na elimu, yani elimu ni kitu cha msingi sana. Aa, na hii elimu wengi sana huwa ninakutana nao pia kwenye kundi Aa, mtu hana vifaranga hana kuku, anasema labda mimi baada ya mwezi mmoja nataka nianze ufugaji lakini anataka jiunge kwanza kwenye kundi pale, ni ngumu sana kuelewa yani, ni ngumu sana kuelewa, kwa sababu uh, ukiwa nao kama hivi, unao, ikitokea changamoto yoyote unaenda kujifuza kwamba, hivi hiki ni nini? Kwa hiyo ukitibia wakipona, unajua kumbe hiki kinaenda sawa, kumbe hii dawa inaenda sawa. kwa hiyo Uh, elimu ende sambamba na kwamba una kuku na hichi kipindi aza, na mtaji kidogo. Hata kama una mtaji mkubwa kama ujawahi fuga kabisa, basi mimi nakushauri punguza uh, mtaji kitu kama hicho hapo uh, na unaweza ukaipata elimu kwetu sisi Kingo Farm kwa ada ya shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinaelekeza ufugaji uh, hatua kwa hatua, jinsi ya kuwapokea vifaranga, kuwalea, kuwapa chanjo, kutengeneza chakula kama kuku, ili uweze kupunguza gharama za ufugaji, unawatengenezea eh, chakula unafanya cha kutengeneza wewe mwenyewe, jinsi ya kutengeneza chakula kuku wanaokuwa, jinsi uh, ya kuwafanya watage, vitu kama hivyo hapo, lakini pia kutengeneza tiba tiba tiba tiba za asili uh, labda tiba ya kideli na tiba nyingine nyingi, utajifunza kwetu sisi KingoFarm kwenye vitabu vyetu. Kitabu kimoja tunakiuza shilingi elfu kumi na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp.